Bacca afungiwa mechi tano kisa mchezo usio wa kiungwana, ambapo imeelezwa kwamba Ibrahim Bacca amefungiwa, eh, kutokucheza michezo mitano usio kutokana na mchezo wake usio kiungwana, huku waamuzi pia wakimpe wakipiga nyundo michezo zaidi ya mitatu. Nyota wa klabu ya Yanga Ibrahim Bacca amefungiwa baada ya kuonyesha mchezo usio wa kiungwana kwenye mechi eh, ya baina ya Mbeya City dhidi ya Yanga. Katika hatua nyingine, waamuzi waliochezesha mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Azam na waamuzi wa mechi ya Mbeya City dhidi ya Yanga na wamefungiwa zaidi ya michezo mitatu. Adhabu hizi zimetolewa baada ya kikao cha kamati ya masaa sabini na mbili kuketi, eh, kuketi na kufanya maamuzi hayo, ambapo katika maamuzi ambayo ameweza kuyafanya ni pamoja ya kufungia eh, wale ambao walionyesha michezo sio ya kiungwana au kukiuka taratibu za kimichezo ikiwemo Kumarefa, marefa ambao walichezesha mechi e, baina ya JKT Tanzania pamoja na Azam nao wameweza kufungiwa kwa takribani mechi zaidi ya tatu kuto kufanya kazi kutokana na kuto kuonyesha au kufuata ze sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu, lakini pia marefa ambao walichezesha mchezo baina ya Mbeacit na Yanga ambao ulifanyika katika uwanja wa soko nne Mbeya nao wameweza kufungiwa takribani mechi zaidi ya tatu kuto kufanya kazi au kuchezesha kutokana na mchezo ule kukumbwa na matatizo mengi, ambayo yalikuwa ni makosa ya kibinadamu, ambapo wengi walidai kwamba huenda yalikuwa nafanya kwa makusudi au hawakudhamiria, ikiwemo hili la Bacca ambalo alimpiga mchezaji teke mara tatu wa Mbeya City, huku akashindwa kuonyeshwa kadi yoyote ya njano au kuonywa au kupewa adhabu nyingine, hivyo kamati ya masaa sabini na mbili ikaweza kumfungulia Bacca, kumfungia Bacca takriban mechi tano kutokucheza ambapo mechi tano hizo mechi ambayo itamfungulia ni ile ambayo atakutana na Simba Novemba, kama dabi ya Kariakoo, hivyo na kufanya kwamba naye awe kwenye wale ambao wamepata kifungo hicho, huku ikieleza kwamba Bacca ameweza kufungiwa kutokana na kutokucheza mchezo wa kiungwana na hao wachezaji na hao marefu wameweza kufungiwa kutokana kushindwa kusimamia zile sheria kumi na saba ambazo zimewekwa na bodi ya ligi au zilimewekwa kikanuni kwa ajili ya kuongoza michezo hiyo pindi wanapokuwa uwanjani, kwa wachezaji lakini, na namna mwenendo wa mchezo unavyokuwa unaendelea, nao wakajikuta kwenye kifungo.